Langata MP Jalango has appeared at the site where a house under construction collapsed in South Sea while drunk he was chased from the scene. Mnajua, niliona hii history ya Jalango na nikahuzunika tu, nikasema ni kitu moja sad sana na kuna vitu zingine uh, kwa social media zinaweza andikwa juu ya mtu ukose kuamini but ia Jalango na amini. Mnajua ni sad sana, 90% ya content za Jalangon pombe inakuanga involved, lakini si blame Jalango na blame watu wa Langata. Jalango ajakaa Langata ajalelewa Lang'ata, si mtu wa Nairobi, so mina shanga watu wa Langata walimchagua hu mtu. Anajuaje shida za Langata na shida za watu wa Nairobi? Hata tukiweka hiyo kando, li like, sionagi kama mtu umtu wa mematua enough. Because we ni leader. Miushanga, kwani Jalango anataka kufanya content ama, because mkiangalia Nyashinski anapiganga content za pombe because hiyo pombe inamlipa. Lakini wewe ni leader unalipwa na taxpayers. Wewe ni leader, vijana wanakuangalia content ya pombe 24 hours, Jalango kwa nini? Imagine nimefika hadi pale Jalang'wa anaenda kwa hii site akiwa mlevi anafukuzwa. Imagine. Mnataka kuniambia mi sisemi ni addict, but mimi naona hizo ni tabia za addict because mtu analewa mchana hadi watu wanaona wewe ni mlevi, we ni addict. Mtu analewa mchana, kama ni ukweli hii stori vile imeandikwa hapo, Jalang'wa alifukuzwa inamaanisha Jalang'wa ni addict. Ni sad. Ni sad sana. Watu wa Langata, nipoa, mrudi kwa drawing book, mfikirie sana, because huyu ndo mtu mlimchagua. Angalieni content za Jalango, endeni hata kwa Instagram page yake, angalieni content tano azipiti. Kama Jalango haja post pombe, mbona lazima akupostie pombe, aongee juu ya pombe. Yaani ni mtu mmoja wa kishebe tu. Watu walangata hapa mlicheza flat. Sijui vile mlipanga hiyo line, line ya kupiga kura inakuanga line nyingine ni line. Haikuangia ati tu line, ni line. Na pale popote utaona watu wanapanga line, ukipanga line kama binadamu inamaanisha gaa. Before ufike hapa hata tukiwachuo seko tulikuwa tunapanga line ya dishi. Saile uko kwa line, ulikuwa unafikiria. So kama umepanga line ya kwenda kuvote, inamaanisha unafikiria kuna candidate wangapi hapo, nani na nani na nani. Inamaanisha mulipanga line mkafikiria, bado mkachagua Jalango. Sielewi, sielewi hadi kesho vile watu wa Langata walichagua Jalango. I swear. Because ikitu ni sad. Jalango, you need to change your ways. Sikudangani Jalango. You need to change your ways. Hata kama Langata utarudi, you need to change your ways. Hawezi kuwa mlevi 24 hours Jalango. Na unajiita leader. Member of parliament. Content zako vitu nyingi unapost ni pombe, ni pombe. Inamaanisha hakuna kitu ya maana Jalango unaweza fanya kwa hii maisha ama unaweza sema kama pombe haiko involved. Angalieni kuna wakati wale madriver wa Jalango watu walibia Jalango. Angalieni hata content walikuwa na post na Jalango ni za pombe. Eh. Mungu anisaidie kwa hii maisha ni saifika place nda encourage watu wale wananiangalia, wakunywe pombe. Hiyo ndio kitu tu mimi naweza sema. Siwezi sema mambo mingi. Mungu anisaidie nisiwahi kuwa kwa position ile na encourage watu wengine wa kunywa pombe, na najua pombe haisaidi. Imagine ni aibu gani, a big man like you, a whole MP umefukuzwa mali, jueni mlevi Jalang'o is sad. Jalang'o, you need to do better. Jalang'o, mimi nikiulizwa, unataka kupoteza vijana Pombe imeharibu watu wengi sana Jalango, ama Jalango we kwenyu hakuna mtu asiye afektiwa na pombe. But nikaenda nikaangalia picha za Jalango akiwa Kisumu before kuja Nairobi alikuwa fisherman. Kuna picha moja Jalango, ameshika hivi fish, na mnajua huko kwa lake, kitu huendelea sana ni pombe na umalaya. Angalieni, nifuateni kama watu. Mimi kwetu ni kisi lakini Nishaienda, nisha Kisumu, najua tabia za watu walika, inamaanisha si nature yake. Imagine jalang'o ni mtu atarekodiwa hivi kama anaonesha pombe na anaongea vizuri juu ya pombe na post vitu. Jalang'o, hata usipopost pombe bado we ni MP, lakini lazima upost pombe. Shida yako iko wapi bro? Unajua vile pombe ina mada vijana wadogo huku mnajua vile pombe vijana wadogo wanaingilia pombe na wanashindwa kutoka. mnajua vile pombe imeharibu familia mingi. mnajua vile pombe imeharibu ndoa mingi. Ni sad. Yet we have a whole MP anafanyanga content juu ya pombe. Ni sad sana, na watu walang'ata, nataka kuambia kitu moja. Hii ni sign Jalang'o anawaonesha anapenda content kuwashinda na si watu wa Lang'ata peke yake, watu wa Nairobi. Jalango is crying, anataka arudi kufanya hizo ma content za zile show alikuwa anafanya. Ni sad, a whole MP elected leader, content yako lazima ikuwe na pombe, yet we all know alcohol si poa. Jalango, you are a traitor. Hiyo tu ndio kitu naweza sema. Umesaliti each and every youth hapa Kenya na shanga hiyo, si nilikuangaje? Unajua ndo watu wakufukuze mahali waone umelewa, umelewa ndo watu wakufukuze mahali atijueli mlevi bro, umelewa. Because tuseme tu kweli, unaweza piga shot na useme ah, wacha niende hivi, hakuna watu wanawezajua umelewa umeonja tu tei na ukaamka. Unajua, saa nyingine unaweza amka tu, kama ni mtu wa tei umepiga shot au ah, kusema acha niende watu hawezi jua. Lakini imagine ni mchana peupe, lakini watu wamejoeni mlevi, inamaanisha kwanza, vile ulikuwa unaongea, ulikuwa unaongea kama mlevi, macho zako jua, it is sad. Ah. Nilikuwa nafikiri Langata ni kwa watu wa janja, watu wa tao. Oh my God, Mungu saidia Lang'ata. Mimi najua familia mingi sana hiyo Lang'ata wako na vijana na pombe imewaharibu mingi sana. Najua hiyo Lang'ata familia mingi sana, najua hii familia imeharibiwa na pombe. Huyu mzee aliingilia pombe, familia yake ikavunjika. Yet You have your MP supporting alcohol. Jalango alikujadi nafasi verse nyingine ya Bible akisema vile pombe ni nzuri. Why Jalango? Why? Na mimi usema kitu moja, kama umeamua maisha yako ni ya kukunywa pombe. Kunywa pombe, ufai kwa kurecruit watu wa kunywa pombe. Na ujue ni tabia ya Jalango, ni, ni, ni because unajua Jalango lipwi na hawa watu wahizi pombe anapost. Hana deal ati ameandiko hivi Jalango ukiposti pombe tunakulipa. Anaifanya because anaipenda. Yaani, Jalango unapenda pombe kushinda youth wa Lang'ata. Seriously Jalango, hey, ini sad. Sina vitu mingi za kusema lakini nikubalisheni niseme ini sad. A big man like you mp umse siko ubaya, mrudisheni tu kwa content. Tuchagueni watu wako soba, because pombe ni mbaya, drugs ni mbaya. Tuchagueni watu wako soba, watu walang'ata please. Mimi ni mkazi wa Nairobi. Tuchagueni, chagueni mtu wakosoba mtu wa mtuwa mtuwa chochi. Youth wavute bangi kama Salasia uko anaongeanga tu, yani mambo ya ufala. Ni mlevi Jalango hani watu wacheneni nao kabisa. Tufikirieni future ya hii nation, tufikirieni future ya mayutu wetu. Tunachaguaje watu? wa Lang'ata mnakaa hivi chini mnachagua mtu mlevi? Mnakaaje hivi chini, watu wa Lang'ata, mnachagua mtu mlevi? Sielewi, mm -mm. Alafu unajua kuna kuna watu wengine wakikaa hivi waangalie Jalango, Jalango ako na followers, ako na platform, wanaona kama Jalango anakunywa, pia mimi naweza kunywa. Na unapata u mtu anaingilia pombe na life yake inaharibika, inaaribika. Mimi najua watu wengi sana wametumia pesa mingi kwa ria, kuacha tu pombe. Yet you have Jalango hapa. You have Jalango psyching up people who drink alcohol, na kuonesha ni kama ni kitu poa na ni kitu ya kawaida. Ni sad, nawaambia ni sad. Naongeanga hapa mnaona mimi ni mtu mjinga, naongeanga hapa mnaona mimi ni mtu niko na wivu, lakini ule mtu akona common sense anaelewa kitu nasema. Narudia, ukitaka kuvuta bangi ni maisha yako, vuta bangi. Ukitaka kunywa pombe ni maisha yako, kunywa pombe, but usikuje kurekrut watu wa kunywa pombe because unaweza pata mtu mwingine anakunywa pombe ana ako na do. Mtu mwingine ataanza kuingia hiyo pombe na ana do, anaona wewe unakunywa, na hivyo ndo maisha yake inapotea hadi anakufa. Tunajua watu wangapi wamekufa juu ya tei, tunajua ni watu wangapi wamekufa juu ya tei yetu. Watu wa Lang'ata wako na audacity ya kuelect leader, content zake 90% ni za pombe. Mimi nakasirika Ay, ay. Mungu saidia Kenya. Mungu saidia Langata. Iye election inakuja, Langata wapate mtu ako na heshima na mtu ako na hekima, mtu content yake ama mtu achochi vijana kukunywa pombe. Mungu tafadhali, mimi hiyo ndio ombi yangu. Mimi sina mambo moo. Nataka goda saidia watu walangata wao ni light. Because alcohol ni shida sana kwa hii nchi. Mavijana wengi sana wanapotea juu ya alcohol. Hey, iniambieni mchana, unajua hata kuna watu, tuseme tu kweli, kuna watu kwa hii dunia wachani wapate siri, wewe ume interact nao, wewe unaniwatch na wamekunywa pombe na ujajua lakini niambie, hawa watu walijua Jalango ni mlevi na maanisha Jalango alikuwa amekunywa pombe gani hiyo asubuhi. Imagine ni asubuhi mtu wangu, na weni MP unalipwa. Unapatiwa house allowance sijui nini, lakini kitu akili yako tu iko kwa pombe. Na una post. Ndio maana wale watu walikuibia. Unaona, wale watu sijui nasikia kuna wakati fulani sijui wameibia Jalango because waliona. Weni mlevi. Ah. Mm. Minawambia sahii mnawezaona naongea ufala but ile dei pombe ita mtu kwa si ufala familiyenyu oof, saunawezaona mini mtiaji oh, na, na o day pombe, pombe itaingia kwa famili yenyu naiharibu mtu wenyu, namluzu mtu wenyu juu ya pombe, utakuja uangalie video na usemesabato right. Jalango ako na pesa. Ako na mabiashara. Jiulizeni swali moja, mbona hapo atupostie mambo ya pombe? Ametumwa. Jalango ametumwa uharibu vijana. Because kuna mavijana wanakuangalia hivi na wanakuona wewe ni mtu wa maana wakiona unakunywa pombe, lazima ununue pombe. But Jalango mbona upost pombe 24 hours? Ni sad. Ni sad. Ni sad. And Jalango ya the same person ulikuwa unasema shida ya Eric Omondi ni bangi. Wewe na Eric Omondi basi ni same. Nye wote ni maadikt. Wenda ulisema Eric Omondi shida yake ni bangi. Mimi sikusema. Yo video yako iko. Ulisema shida ya Eric Omondi ni bangi. Yet you are here. Every day. Alcohol. Yo Eric Omondi weli, ndo ulituibia siri. Eric Omondi hajai post picha anavuta bangi. Mshaiona Eric Omondi amepost picha nafuta banki, hata kwa video yote hakuna kitu kwa mdomo. Lakini Jalango si tunaonaga? Yaani Jalango ako na audacity hadi ya kwenda kwa Bible kuchukua verse ili itamsapota kunywe pombe bana. Hey, Langata, Do better. Do better. Langata, do better. Kama unani watch na wewe ni mtu wa Langata, wachaneni na Jalango leo. This guy huyu mtu ametumwa apoteze youth, hiyo nawaambia tu for free. Huu mtu ametumwa apoteze youth. Huyu mtu ako na agenda, na agenda yake siipendi kama mimi kama Sabato sauti ya ground, na care about youth na kia vitu youth wanafanya. Jalango ametumwa apoteze youth, hakuna venye A big man like you, we ni MP uko na pesa, ujalipwa na hii kampuni ya pombe bl usukume ajenda ya pombe, na unasukuma pombe. Ah, bro uko na ajenda.